<tutuwa> Ni mchezo. Okay. Tutaangalia <tutuwa> kwa sababu ni mmoja wa michezo na sisi tunaamua kupoteza. Labda ilikuwa tumaini la Mungu kuchukua sisi kombe. Oh, uh -huh. Yeah. Eh. <tutuwa> mm. <tutuwa> <tutuwa> Mpira tumecheza Mpira Uh, aiya yeah. <mikipa> e, ni kikubwa kumwamini Mungu tu Unawaambia mm. <mikipa> nini sasa wanasimba wenzio ambao hivi sasa wengi mko kwenye majonzi Ah, uh, tuchukulie tu ni kawaida mpira tumecheza na tumeucheza vizuri e, ni matokeo tu yametufanya hivyo shukran uh, yeah, sana aya asante. kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kumaliza mechi salama lakini matokeo ndo kama hayo hayo yalitokea, kwamba lakini yote kwa yote tunasema ndio mchezo, lakini muamuzi alituuma sana. Mambo mengi kayafanya muamuzi, ndio tatizo. Ile kadi nyekundu ilikuwa haina sababu yoyote kupa kadi nyekundu, lakini goli letu lile moja kwa moja la wazi, nifika toa amelikataa ame, kwa hiyo amesababisha ame kutuvunja moyo kabisa. Mimi naomba sana shirikisho la soka, chama cha soka Afrika, waangalie waamuzi ambao wakatuletea wa kuweza kufanya mashindano mazuri. Waamuzi ndio wanaoharibu mashindano. Kwa yote kwa yote sisi tumepoteza. Tunashukuru Mungu tume finali maisha salama, tumepoteza. Eh, bana, nimepata ujumbe hapa wa wapinzani wanasema kwamba Simba Sports Club ameenda Zanzibar kwenda kula kashata na urojo, hakwenda kucheza finali. Hili pia unalichukuliaje kwa upande wa washabiki? Ah mimi nawachukulia kwamba ni washabiki wanazungumza mengi lakini sisi tuko katika nafasi nzuri, tumecheza fainali nyumbani maona tumecheza fainali nyumbani na sisi sio mara ya kwanza kucheza hizo fainali, lakini wao mpaka wanajulikana huko kote kwa ajili ya Simba. Simba imefanya mambo mengi katika nchi hii. Kwa hiyo wao waache waseme, lakini mwisho wa siku tutakutana maona kwenye ligi, na tuhakikishe kwamba nini, tunachukua ubingwa wa nchi. Watuambie tusishiriki, tunashiriki mashindano ili wewe kama kuna watu wanaandalia kwenda kuwa mabingwa kwani tunashiriki? Napoteza kombe hapa kwa nyumbani, inauma kiasi gani? Eh, inatuuma, lakini hii ni sehemu tunaichukua ya chachu na sisi kujipanga zaidi. Maana yake kombe hili huwezi kulipata bila kujipanga zaidi, maana yake inaonekana kama huna nguvu ya kipesa zaidi, huwezi kuchukua kombe la Afrika timu ina, e, wake, endo, na bosi wake makamu wa rais wa kafu anategemea nini mechi? Yeye ndio anapanga uwanja muende sehemu fulani, wewe ushakuona wapi kanuni wapi duniani? Lakini mlieleza kwamba hamwezi kulitia aibu taifa kana kwamba mmejikumbusha mwaka 93, kombe liliondoka hapa hapa Tanzania, na mmedai kwamba hili haliwezi kuondoka. Tunashuhudia kombe limeondoka hapa nchini Tanzania, mnalipi la kusema sasa? E, kombe limeondoka kwa mipango tofauti na mwaka 93. Tisini na tatu, tisini na tatu tumepigwa chuma mbili pale kwa bila tumetoka suru ugenini. Kula velikosti tumepigwa nyumbani chuma mbili. Leo unaona baraka ngoma, pacha moja moja, tofauti na ile ya 93. Na hii unaona kabisa mwamuzi mpaka dakika 54 anamtoa mchezaji wetu muhimu ili apungue, kwa sababu kashachukua simu kule. Kaingia vyumbani, kapigwa simu, kamalize shughuli. Ili kombe lazima Berkane alibebe. Toka awali wamepanga kwa tukacheze Zanzibar wao kama wao, wakati kanuni inasema kama kama uwanja tunaoutumia sisi wa nyumbani una matatizo. Si ndio tumemamlaka kuchagua uwanja. Pengine tungetaka kwenda Nigeria. Unatupangiaje? Kule kweli ketkisii tuna maamuzi, huwezi kutupangia manake wao walishajiandaa Berkane akawa bingwa kwa. Binafsi kwenye hii, wanasimba wote, kwa leo wote tumeangalia mpira, hakuna kudanganywa. Hii binafsi ni mipango ambayo imepangwa, Berkane akawa bingwa kwa. Sio tumekubali Berkane amekuwa bingwa kwa mfumo huu, manake viongozi wetu wanapewa somo sasa kwenda na wao kujipanga. Tukitaka kombe la Afrika tutumie nguvu zaidi ya nje ya uwanja, sio ndani ya pichi matokeo yenu baada ya ya ya ya ya ya ya ya kutamba sana mta, mtaani kuambia hata hata watani zenu kwamba mnarudi na na na na kombe kombe. Wao wao wao walipata medali za mshindo wa pili, medali za za wa pili pili bati. Nyinyi mnaenda kuzipata zile zile kwa kwa siku ya leo tena nyumbani zaidi, sisi kutuuma sababu hii si ni ni finali yetu ya pili. finali finali USM Alja. USM Alja, finali ya kombe, finali yetu ya kwanza. Sasa hizo kwao wakacheze tu huko, timu ya mashindano ya kimataifa wanacheza USM, alikuwa mwana msimu huyu mara mbili yake ya 4 a maana nguvu kubwa kwenye mashindano haya. Na hatimaye mmepoteza. Mnatarajia na umejipanga vipi sasa, kurudi huku ambako mlikuwa mkiwacheka wenzenu na kudai kwa si wa kawaida tu, maanake ilitumika nguvu ya mwamuzi. Baada ya kwenda vyumbani, akapigiwa simu moja tu, oya, maliza shughuli hiyo. Ameenda amekata mzizi wa fitina, kamaliza shughuli, na matokeo wamepata. Nandi ilitoka ratiba ratiba ilikuwa inaonesha kabisa mkichukua kombe safari mpaka Chato kwenye kabu, kaburi la hayati Magufuli. Binafsi viongozi wetu wamepambana, wachezaji wetu tunawapongeza, wamepambana. Binafsi tusikate tamaa, mashabiki, viongozi, wanachama kwamba tuweke kwa sababu Simba, kombe la Afrika naamini ndani ya msimu inayofuata Simba ataenda kuchukua kombe la Afrika, lakini lazima tutie nguvu nje ya uwanja, tukitegemea ndani ya pitch, hata kama ukimsajili Messi hapo, ukimleta Haaland uchukue kombe la Afrika. Na Afrika kuna figisu kubwa sana kuliko barani Ulaya. Ile kauli ya ubaya ubwela, leo tumeshuhudia pale Amani, wale mashabiki ambao walionekana wakivaa jezi yes, za watani zenu wametolewa ndani ya uwanja wa Amani na mashabiki wa Simba. Hii inasadifu ubaya ubwela, ya ndo maana yake. Lakini mimi niwaambie tu, nyuma mwiko, wajipange. Haya mashindano makubwa haya hayahitaji ziaka, hayahitaji kebei. Wao walihitajika goli moja tu Benjamin Mkapa kumondoa MC Alger ili mradi waende robo finali, walishindwa. Lakini leo wamepambana kwenye shiriki na kila kona, ili mradi Berkane achukue kombe. Ah, Berkane anachukua kombe, anaelekea Moroko. Wewe unamshangilia, utaenda Moroko? Maana yake waache kushabikia wageni, wapambane. Huo ndio mpira wa Kiafrika. Walipigwa goli moja pale, walipata goli moja South Africa likakataliwa na mwamuzi huyu huyu, kama wanakumbuka, huyu huyu, lakini lilikuwa goli lile. Kwa hiyo binafsi, tujipange mpira wa Afrika, tushirikiane, tupambane, kwa sababu wote tuko kwenye mashindano. Tukikaa kwenye mashindano ya kimataifa tunakuwa tunafanya ziaka, hatuwezi kufika, lakini sisi kwa sababu tushajipambanua sisi, maana yake tunaamini msimu unaofuata Simba anaenda kuchukua ubingwa wa Afrika. Bila shaka viongozi wetu wameona shida iko wapi, mapungufu yako wapi, kwa naamini msimu unaofuata na uhakika Simba ataenda kucheza tena fainali tena Champions League, sio shirikisho, huko bondeni kule kule, ambapo tumekoroboni fainali nyingi kule kule. Sasa tunaenda kufanya mpango wa kuchukua ubingwa, lakini naamini viongozi wetu, tuna pesa na sasa hivi tuna wawekezaji ambao wanatoka nje ya nchi yetu wanapambana kuweka mzigo, sababu hata mwakani jezi zetu sio tunavaa na vilabu barani Ulaya Esiloma, Napoli atuvai na na, na, na, na vilabu vya hapa Afrika kwa kwa kwa naamini kwamba timu timu timu yetu yetu yetu inaendelea kukua siku hadi siku. Hii timu ndio asilimia 55 bado inajengwa. Unaona watu wanatumia nguvu nguvu kubwa kubwa mpaka ya ya ya ya pesa, viongozi viongozi wa CAF watumia zao ziwe mabingwa, haina kwenye kwenye mpira kwa unaamini. Viongozi wetu wasikate tamaa, tuendelee kusupport mashindano ndani. Tuna mechi ya ya mechi kule Babati kwa tujipange kuja kurudisha ku, mataji ambayo tumepoteza mitatu, ligi kuu FA ndicho kilichobaki, lakini kwa Afrika, mashabiki msikate tamaa, huu ndio mpira wa Afrika tumeuona. Tujipange, tutapata ubingwa misimu inayofuata. Yangu, yangu ni hayo. Walikata ee, kupanda magari yenu. Hii ndio ilikuwa ni sababu ya kuchagiza mchezo huu kuwa mgumu kwa upande wenu. Hamna kitu kama hicho. Binafsi hata sisi tunapokwenda kwao hatutumii usafiri Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, ubebi ubingwa wa Afrika, ubingwa wa Afrika una mipango mingi. Hasa mtu kiongozi makama wa Rais Afrika anavyosemekana kwamba Musepe kama kimvuli tu. Nguvu kubwa ipo kwa yule. Wao wanategemea nini? Kama kivuli. Eh, hey, Musepe ana nguvu kwenye shirikisho la Afrika. Sikamua yule makama wa Rais, timu yake imeposti. Timu yake imeposti uwanja wa Amani kabla tujacheza mchezo wao. Sisi wenyeji taarifa hatuna. Wenyeji tayari wamebuki mpaka hoteli. Oshe kwa na wapi? Mwenye nguvu si makama wa Rais wa, wa Kafu, wa pale mkiongozi wa Berkane. Na leo umeona nguvu yake imetumika simu moja tu. Wanyoa yao au kuona. Mimi naamini leo sasa tulishinda, ila kombe limechukuliwa kifosi kwanguzu, kwa nguvu kwa hapa Berkane, warudi nalo Moroko, lakini Mwenyezi Mungu atatulipa sisi. Tujipange msimu ujao, tutaenda kufanikiwa. Hao wanaopiga kelele washachangisha hela kwa ajili ya kujipanga kucheza ngoma, wacheze ngoma. Sasa tuko tayari, wao wacheze ngoma, lakini naamini sisi tuna sehemu kujivunia, tuna finali ya pili na tunavaa medali za pili, lakini sisi ni wakubwa Afrika, tuna semi final moja ya Champions League. Wao watapiga mark time tu, sisi bado ni wakubwa Afrika. Mimi naamini Nandi, tunaomba tukuulize, unasema kwamba viongozi wamehujumu timu, kwa maana kwamba musepe wakati, si, wakati Yanga msimu ule wamefika rogo fainali waliambiwa kwamba ile timu ilikuwa ni ya rahisi, na hii ya leo mmesema kwamba ni ya huyu makamu wa rahisi, wakati mliwacheka Yanga na leo mmefungwa. Swali limekaaja katika hujua nazngumzia, ni umeuliza vizuri. Young African wakati wanaondolewa na amelodi Sundown, ni wao wenyewe uzembe wao, walishindwa kutumia vizuri uwanja wao nyumbani. Mechi ya kwanza ilichezwa nyumbani, tuliona hpa uko nyumbaniuna basi uko nyumbani unamiliki mpira asilimia 27, we dakika 90 ni unamiliki mpira asilimia 27, unategemea kwenda wapi? Wameenda wewe, wamemiliki mpira asilimia 26. Heti, asa hiyo timu mwanake inataka kwenda wapi? Lakini bahati nzuri mtu katumia uwezo wake binafsi, ilipigwa ngoma kamba, wakaona hii timu ya kawaida haiwezi kwenda nusu finali, wakaichomoa wakaipeleka Mamelodi lakini binafsi wao, binafsi walishindwa kutumia uwanja wao nyumbani. Lakini sisi mechi ya kwanza tumecheza, we tumekula mbili, lakini hapo unaona tumefunga goli kati, nimepigwa goli lingine, wanang'ang'ania kwenye VAR, aina shida imekataa goli, sababu tawao kule goli lilikataliwa. Lakini kinachoniuma zaidi mwamuzi kutumia sheria zake mfukoni, baada ya kutumia sheria 17 za mpira duniani. Hicho ndio kilichoniuma mimi okay.